Asalamu aleikum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi msikilizaji na mtazamaji wangu wa Baba Sam the King Tanzania TV channel. Karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezoea kuzipata hapa, na hii siyo simulizi nyingine, ni ile ile simulizi yako pendwa ambayo inaitwa Mtoto Yatima sehemu ya 32.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 sasa nikukaribishe sehemu yetu ya thelathini na mbili ya simulizi hii, tuendelee kuidadavua ili tuweze kujua ni kitu gani ambacho kiliendelea baada ya kukaa ndani ya lisali moja akiwa haoni chochote kile ambacho kinachoendelea. Huku Amini bin Nasoro hakutazamwa kabisa na Ogena, wala hakuwa hata na muda wa kumtazama kakaake Amini bin Nasoro. Alilala hivyo hivyo, hata uwezo tena wa kuamka ukawa haupo. Aliendelea kutetemeka na pia moyo ukimwenda mbio, lakini hakupata msaada wa aina yeyote hata wa kuangaliwa. Baada ya kukaa tena ndani ya masaa mawili mbele, ndipo ambapo alianza kusikia kama kuna mtu anatembea anakuja na kweli ilikuwa ni Shora Dismas ambaye ameto, ametokea huko alipokuwa amejinamia akiwa na mawazo peke yake kule kabisa barabarani, ambapo unakuwa umempita hadi na huyu nesi wa kuitwa Mama Kasim anayejulikana kwa nesi Mama Kasim hapo alipapita na kupita njia panda na kuingia moja kwa moja kwenye barabara kuu, yaani barabara ya changarawe, ili kama endapo Ogena atamfuatilia mpaka kule ajue namna ya kuweza kukimbia, kutokana na kwamba hapo ni karibu na senta, ni pembeni kidogo. Manake taa zilikuwa zinawaka kila sehemu, kwa sababu kulikuwa na magesti karibu karibu, pamoja na maduka mengine ambayo yalikuwa yanafungwa usiku sana, mengine saa sita mengine saa tano na, na, na madakika. Kwa hiyo hiyo nayo kidogo alikuwa anajivunia kwamba kwa vile muda huo maduka bado yako wazi, manake njia itakuwa ni nzuri, hapata kuwa na tatizo la aina yeyote kwa hiyo ana uwezo wa kukimbia muda wowote ule anaoutaka yeye. Lakini Ogena hakuwa hata na muda huo wa kuendelea kumfuatilia mpaka huko, hakuwa na muda huo kabisa. Yeye alichokifanya alikuja, akataka ampasue na nyundo ili afe tu basi. Yaani, yeye nia yake ilikuwa ni hiyo. Kwa nini? Amemfuma kwenye chumba cha kaka yake. Kwa hiyo hasira iliongezeka zaidi kwa hiyo sasa, baada ya kuwa amemaliza masaa mawili hivi na kuanza kusikia kitu kama hicho kimeanza kutokea huko, kama kuna mtu ambaye anatembea tembea, ambaye ni Shora Dismas, anakuja taratibu kwa kunyata, akaja moja kwa moja mpaka pale kwenye chumba chake akafungua, akachukua begi akakaa nalo mkononi kwa nje, pale ndipo ambapo Bimwamini alishtuka kutoka kwenye nyumba yake kubwa, akafungua mlango aweze kutoka nje ili aweze kujisaidia. Na baada ya kutoka nje tu kwenda mpaka pale katika chumba cha cha Shola Dismas ambacho kilikuwa ni cha mwisho kabisa ambapo ukifika hapo nakunja moja kwa moja unaelekea nyuma kule ndo kuna bafu pamoja na choo. Hapo ndipo ambapo alimwona Shora Dismas akiwa amekaa analia peke yake na begi liko pembeni. Hapo ndipo ambapo alienda, yaani alimpita kama vile hajamwona akaenda kweli, akajisaidia na hatimaye wakati wa kurudi akaja, mwisho wa siku akasimama kabisa karibu yake, lakini Shola Dismas hakuweza kujua kama endapo yule mama ameshaamka na amesimama karibu yake, kwa sababu alikuwa na mawazo mengi. Alikuwa anawaza kama endapo ataingia ndani kulala, huenda Ogena anaweza kuja moja kwa moja na kumalizia. Kwa hiyo alichokifanya kutokana na kwamba amekwepa hiyo kitu, akaamua akae tu hapo nje na begi lake, ikiwezekana aweze kujiondokea, kwa sababu anaona kama mambo yanazidi kuzingua, hawezi kuendelea kukaa hapo sehemu ambapo hatakiwi. Na baada ya kuwa anaendelea kulia Bimwamini alikuja kamsogelea kamsogelea moja kwa moja mpaka kabisa akamfikia. Lakini kutokana na kwamba amejiinamia yuko analia hakutazama sehemu yoyote basi hakuweza kujua chochote. Bimwamini alichokifanya alienda moja kwa moja mpaka akamgusa kichwani. Alivyomgusa tu kichwani hapo ndipo ambapo aliposhtuka na kuchukua begi haraka haraka, akataka kukimbia. Alafu ila anataka kukimbia tu, bi mwamini naye alikimbia kidogo, akakamata begi na kulivuta kwa nyuma hivi. Baada ya kulivuta kwa nyuma, akamrudisha nyuma mpaka kwenye taa. Alivyokuja kupiga hivi jicho, akakuta ni yule mama Mwamini ndo ambaye ameshika begi na kulivuta. Alishtuka sana Shola Dismas, kanza kujihoji, kumbe mama aliamka? Na aliamka muda gani? Mbona sijajua? kama endapo alikuwa ameamka, ina inamaana mpaka kipindi ambacho Ogena anataka kuniua, yeye alikuwepo au hawa alikuwa nasikia mimi nilivyokuwa na, najaribu kuzungumza ila yeye hakutaka kuja. Kuna nini hapa? Alitafakari sana Shola Dismas, lakini alishindwa kujua kwamba yule mama aliamka saa ngapi, na akatoka nje na alikuwa amesimama saa ngapi hapo karibu yake, na mpaka akamgusa kichwani, yani ilitokea tokea tokea, nini yani lakini kutokana na mawazo mengi aliyonayo hakupata majibu kwa haraka. Hapo ndipo ambapo ule uoga uliisha na hatimaye akasimama, na baada ya kusimama Bimwamini akaanza kuzungumza huku akisema, mm. Mwanangu, yani hapa ndo umefikia kabisa hatua ya kutaka kuondoka kabisa tena, umechukua kabisa mpaka na mabegi yako usiku wote, uu, unachukua kabisa mabegi, unataka kuondoka. Mwanangu, nimekukuta umekaa pale karibu kabisa na chumba chako, kwani ingia ndani ukaenda kulaa, hmm? mpaka nakuja na kushika, unataka kunikimbia? Kuna tatizo gani linakusibu mwanangu? Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Shola Dismas naye alizungumza huku akisema, we mama aujui, we mama aujui, aujui ninayoyapitia Mama, nikwambie tu kweli. Nikwambie tu ukweli. Ogena alinifata. Akataka kuniua. Alirusha nyundo ikapiga ukutani tani mimi nikakimbia kwa hiyo haujui ninayoyapitia. Ogena nanichukia sana. Mi naomba tu niruhusu mi niondoke, ni ruhusu tu mi niondoke. Sifai kuendelea kukaa hapa. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Bimwamini naye akazungumza huku akisema mm. Yaani uondoke? Usiku wote huu unaenda wapi mwanangu? Hapana, njo. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, ndipo ambapo alipochukua ile funguo kwa Shola Dismas na kuufunga ule mlango wa Shola Dismas, akachukua begi pamoja na kumshika mkono Shola Dismas na kumpeleka moja kwa moja hadi nyumba yake kubwa kabisa hii ambayo anamolala na hatimaye akaenda kulala na yeye. Hakukubali kabisa aweze kuondoka Shora Dismasi usiku wote huo, kwa sababu kwanza alikaa chini na kwanza kutafakari, hata kama ataondoka, ataenda wapi? Na ni usiku, ni kitu gani ambacho kinaweza kumkuta kumbuka ni mtoto wa kike, mambo ni mengi. Na kutokana na kwamba yeye ameishi naye vizuri na hakutaka aondoke, basi ndiyo maana aliamua kumchukua na kuondoka naye moja kwa moja mpaka chumbani kwake, akaenda kulala. Ogena alikamatwa na kausingizi akasinzia kidogo, lakini baadaye alikuja kashtuka akatoka nje. Baada ya kutoka nje, akaenda kuchunguza, je, ule mlango, kuna mtu mle ndani, lakini alikuta pamefungwa, hakuona mabadiliko ya aina yeyote. Hapo ndipo ambapo alikaa chini na kutafakari hapa na pale huyo Shora Dismas atakuwa ameenda wapi? Na kama endapo mama yake atagundua kwamba amemfukuza na akatokomea, nini kinachoweza kumkuta? Alikaa chini tena naye na kuanza kuwaza hapa na pale. Ametoka nje na kuja kukuta mlango umefungwa, kwa hiyo na yeye ameanza kuwa na mawazo, kwa sababu anajua kabisa kwamba huyo binti anapendwa na Bimuamini. Sasa wakati amekimbia, ameondoka moja kwa moja, je, ni kitu gani ambacho kitakachofuata? Pia Ogena alivyokuwa hana akili, akaanza na kuwaza kwamba hiyo hasira ambayo ilikuwa imenilenga mimi mpaka nikaenda kuchukua nyundo nikataka kumpiga nayo kichwani, kama endapo ingekufa ningemweka wapi Yaani kuna vitu ambavyo Ogena anavifanya akiwa na hasira, lakini hasira hiyo ikiisha, anaanza kuwaza hivi, hiki kitu mbona nilitaka kukifanya? Na je kama endapo kingetimia, mimi ningekuwa mgeni wanaa, kutokana tu na chuki za hapa na pale. Hizo ndizo zinazomfanya mpaka ageuke kuwa binti ambaye ni mwenye roho mbaya na mtu wa kipekee ambaye hajawahi kuonekana kabisa. Wakati mwanzoni, yeye ndiye mstari wa mbele wa kuanza kulazimisha Shora Dismas aweze kubadilisha dini ili wote wawe Waislamu, lakini mwisho wa siku, tazama haya ambayo yanajaribu kumfanyia ni makubwa sana. Shora Dismas amejaribu kuvumilia hapa na pale, maskini ya Mungu lakini Ogena haoni kama endapo huyu ambaye angefaa kuitwa dada yake au kuitwa wifi yake ni mtu ambaye me, anavumilia mengi. Baadaye kabisa aliamua kutoka hapo na kurudi ndani, akafunga mlango, akafika na kukaa kitandani. Hakulala usiku mzima, alikuwa nawaza Shola Dismas atakuwa ameelekea wapi? Na kama endapo ameondoka, je, mama nitampona kwe? Nini ambacho nitakachokuwa na kifanya? Mambo yakawa magumu, hakujua hata afanye nini akili nyingine kamtuma kwamba aenda akamwamshe mama yake aweze ya kumshirikisha, lakini roho ikakataa. Akaanza kujiuliza, kama endapo ntaenda kumwambia mama, si ndo ntakuwa nimejichochea makaa kabisa, kwa sababu ataniambia Shora Dismas amekimbia ameelekea wapi, na wakati hana hata huo mtindo wa kukimbia familia? Yaani imekuaje huo usiku yake akakimbia? Amini bin Nasoro wakati huku ogena inje, akiwa nje akiwa na tafakari hapa na pale, Amini bin Nasoro ile hali iliisha na akaamka. Alivyokuja kushuka chini, tukushusha mguu mmoja chini, akakutana na nyundo, hatimaye aliichukua akaweka mchagoni kule kwake ambapo anaporara, lakini naye ee, alianza kuwa na mawazo. Akaanza kuwaza hii nyundo hii, kesho ndo hii hii. naenda kumuonyesha mama kwamba Ogena ndo alikuwa anataka kumuua nayo Shora Dismas, na ndio maana ipo kwenye chumba changu. Sasa huu ndo ushahidi tosha wa mtu ambaye anataka kuua, na sitakubali. Lazima nikiona mama amemtetea Ogena, hataki kumfanya chochote, kwa kitendo kilichofanyika leo, basi mimi nitafanya kila mbinu, nitembee nifike barabarani, kama nitapata mtu wa kunishika mkono. Niende mimi mwenyewe, nitajua sehemu ambapo nitakapoenda kufia ni huko huko, maana huyu mama naye atakuwa ameshindwa kunilea. Haiwezekani anze kutetea maovu haya ambayo yanaendelea hapa na Mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu ya thelathini na mbili ya simulizi hii inayoitwa mtoto yatima imeishia hapa. Tumemwona Shola Dismas, baada ya kukaa muda mrefu sana kule barabarani, aliamua kurudi huku akiwa anaendelea kulia. Akafika na kufungua mlango wake na kuingia ndani, akachukua begi akaja akakaa nalo nje akakaa kabisa chini na kujiinamia akaendelea kulia. Bimwamini alishtuka na kutoka nje na hatimaye akaenda moja kwa moja mpaka kwenye mpaka mpaka mpaka sehemu ambapo ni pa kujisaidia akaenda kujisaidia na hatimaye akarudi na kusimama lakini, huyo binti hakuweza kumwona mpaka pale ambapo alipoamua kumgusa kichwani, binti akashtuka, kaona huenda atakuwa ni Ogena ambaye ndo anajaribu kumgusa. Kwa hiyo akashtuka kwa hali ya kuchomoka, yani kashtuka ka, kasimama kuchukua begi na kuanza kukimbia, yaani katazama be, mbele, badala ya kumtazama yule mtu ambaye anamgusa, lakini tumemwona pia bimwamini ameamua kukimbia na yeye kidogo na kushika begi akaanza kulivuta kwa nyuma. Binti akataka kung'ang'ania, ndipo ambapo alipoamua na yeye kumshika na kumrudisha nyuma. Baada ya kufika kwenye taa, Shora Dismas alivyokuja kutupa jicho hivyo, akaona ni Bimwamini ndiye ambaye anajaribu kumshika na kumvuta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 Unaangalia Baba Sam The King Tanzania TV Channel. Kwa maoni na ushauri, tumia namba zifuatazo 0752732515.